Bwana ishu ya mkubwa Fela hii inaona inachukua sura mpya sasa hivi, baada ya kuona kuna dogo moja hivi anazungumza anajiita mtoto wa mkubwa Fela wa kiume, na mimi navyofahamu mkubwa Fela na mtoto wake wa kike yule aliolewaga yule. Sasa ningekuwa mkubwa Fela na mtoto mkubwa hivi wa kiume, anyway, mimi bwana siende huko kwa ishu ya mtoto wa mkubwa Fela. Mimi nataka nizungumze uhalisia. Unajua, mimi bwana, mimi namfahamu Diamond yaani, ki ukweli, yaani mimi sijui nyinyi mtakubali au hamtakubali, kwa sababu watu mitandaoni na nyinyi kwa kubisha. Mimi sio tu Diamond, Alikiba, Harmonize, Rayvanny, wote nawafahamu kwa sababu tumefanya nao kazi, yani tumefanya nao mimi nimefanya nao kazi kitambo, yani fanya nao kazi hizi kwa media. Mimi hata ishu Diamond ya kwenda Katari nilienda naye, umeshaelewa? So manake hizo safari, achana na hizo tu ya Katari hizo safari za mikoani za Wasafi Festival, sio? Anatuaga anaenda Kahama, anatuaga sio? Anaenda wapi hizo, tumeenda sana na Diamond yetu, tumesafiri Moshi, sio? Wapi alafu mshikaji, mkisafiri na timu yake, jamaa ya waga anapenda kukaa kuona watu kwa watu, lini alipo unakuta watu, watu, wote mko pale, mnapata labda chakula, labda buffet pale wote pale, na yeye anakula pale. Kwa hiyo Diamond kwa asilimia fulani namfahamu, yani halafu ni mtu ambaye alikuwa anamheshimu Mkubwa Fella, sijawahi kuona yaani Diamond anavyomheshimu Mkubwa Fella, hata Babu Tale na Salamu SK hawafiki na mwam, na yaani utasema ni baba yake, yaani Marhaba Marhaba. Tena hata hizi issue zake za Diamond za nini Diamond ambaye alikuwa anamshirikisha sana mkubwa Fella kwenye mbanga zake, sio amekosana na mpenzi wake, mkubwa Fella ndio alikuwa anakuja na suluhisha na so nini. So, nilipoona issue kwamba Diamond yamsaidii mkubwa Fella, mimi nilishtuka wazee. Nikasema, "What Diamond?" Asimsaidii mkubwa Fella. Nikaanza kuunganisha matukio. Diamond akamsaidia yule bacteria producer wa Tanga ambaye sio alikuwa kwa naye karibu, lakini Diamond akamsaidia hela za matibabu. Ile ni Swiss 30 ngapi? Diamond uh, msafiri au nani yule director alikufaga yule? Damu anamlipa mzazi wake, baba yake na I think ni msafiri yule. Damu anamlipa kila mwezi. Achana na hiyo, njoo issue za kina Hawa, Hawa si yule Hawa yule. Yule Hawa nitarejea. Nene issue za kina Chiribenz. Najaribu kukutajia sehemu ambazo Diamond waga anawasaidia watu. Yaani kwenye swa ndio maana nakwambia namfahamu mimi Diamond kija sehemu ya kumsaidia mtu mwamba of course, ana hela yaani, ukutoa milioni ngapi sio shida. Na ndio maana tuwaambia issue Mkubwa Fella, Diamond alimsaidia kwenda hospitalini India mwanzo, hiyo story inajulikana. Ndio maana nasema hivi, hii issue Mkubwa Fella, kuna shida, kuna tatizo ambalo halitakiwi kuzungumza, ila mimi najua tu kuna shida ambayo either Diamond ame mind, either Diamond ame mind kwa sababu Diamond anavyomheshimu Mkubwa Fela, mimi huwezi kuniambia Diamond anapigiwa simu asipokee, never tena, na Mkubwa Fela mtu ambaye anamheshimu. Yani ukimwona Diamond na Mkubwa Fela man unaweza kusema sio msanii wake, ni mtoto wake. Leo asipokee simu za Mkubwa Fela anaumwa, kuna issue hapo. Yani mimi niamini mimi mimi na na mjua Diamond vizuri, ni atoka niambia, Alikiba tabia zake najua ni mtu wa namna gani, Harmonize najua ni mtu wa namna gani. Rayvanny najua ni mtu wa namna gani. Yaani najua kabisa nani anatoa kwa watu na nani hatoi. Hata ufanye nini akupi chochote. So Diamond brother, ha, mimi bro tutapishana kwenye vitu vingine. Ila kana issue za kusaidia, Diamond kwenye issue ya watu, ah, brother, tusimsingizie. So unavyo naambia mimi Diamond amsaidii Mkubwa Fella. Mimi nimeliwaza sana. Nimeona kuna issue iko nyuma ambayo Diamond yame mind. I don't know. Inawezekana watu wengine wanataka kulichukulia kama biashara au ni nini. Mimi ukiniambia Diamond hajamsaidia Mkubwa Fela, uongo. Kupokea simu, sijui. Ila kama apokea simu, kuna ishu ambayo aidha Diamond kama mind, aidha wamefanya kitu ambacho sicho au kuna kitu kinaendelea behind ambacho mshikaji amemind na nini. Lakini mimi ukinitajia Diamond hasaidie mtu, mtu mwenye shida, uongo namshikaji tena mpaka kuna kipindi watu wanasema Diamond anapendeka kujionyesha kwa watu kwa kusaidia, hiyo tabia nayo sasa. Kama anajionyesha kwa watu wengine, wao wanataka kuniambia Diamond ashindwe kumsaidia Mkubwa Fella, asipokee simu zake? Haiwezekani, kuna ishu iko nyuma, kuna ishu hapo, yani kuna ishu tu. Lakini mi najua Diamond hawezi kuzungumza, hawezi kuongea yani akaelewa anazungumza, oh, Mkubwa Fella sijafanya sijapokea sija, mse, sija, fanya, sija single sababu ya 1 2 3 4, hawezi. Ila niamini mimi, kuna inshu iko be behind mimi. Ukiniambia yani, mimi siwezi kukuamini, uniambie Diamond amekataa kusaidia mtu maisha, siwezi kukuamini mimi. Namjua Diamond di, hata kwa kidogo, namjua kwa sababu nimekaa naye, tumesafiri wote, tumelala hoteli, tumekaa tunakula wote, story anazozungumza nazisikia, the way anavyopigiwa na watu anavyowasaidia nasikia. Leo naambia Diamond asaidie watu, uongo uongo leo kutukuka kabisa. Hiyo sitaki kuamini na nataka kuifuatilia kujua tatizo ni nini. Shida nitafuatilia, mimi nitaifuatilia. Yaani nazungumza hivyo kwa sababu Diamond anasaidia watu ambao hawajawahi kuwa kwenye cycle ya maisha yake. Hawajawahi kuwa kwenye cycle ya life lake, hawajawahi na anawasaidia vizuri tu. Leo hii uje unaambia mimi Diamond agome kumsaidia Mkubwa Fella, hapokei simu. Inawezekana kweli simu hapokei. Ndio maana nikasema inawezekana Diamond kutukupokea simu. Kuna sababu, kwa sababu Diamond anasaidia watu wengi sana ambao wako nje ya saiko yake ambao hawakuwahi kuhusika na. Tena mi navyojua, ninavyofahamu kuna washikaji zake ambao damu ndo walishawahi kum kumsaidiaga nyuma huko jamaa, kwenye swala la fadhila. Jamaa unaambiwa anawalipa mpaka leo, hawaishawahi kumsaidiaga nyuma tu, mshikaji anawalipaga tu, wanashika bwana.